Katika kitongoji cha Kampilipili, kata ya Mbangala, halmashauri ya wilaya ya Songwe, mkoani Songwe. Nyuma yangu ni wakazi zaidi ya mia sita wa eneo hili ambao kwa muda mrefu wamedai walikuwa wakifanya shughuli zao za uzalishaji wa madini eneo hili zaidi ya miaka kumi. Wanatoa malalamiko yao huku wakimwomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha anawasaidia katika kupambania haki yao, na wakati inawezekana na nina hakika hafikishiwi taarifa sahihi ndio maana leo hii tumesimama wenyewe kumweleza mama kwamba eneo la Kampilipili kuna dhuluma na uonevu unaendelea. Wako watu zaidi ya mia sita na familia zao wanaonewa katika eneo la Kampilipili. Tunaomba mama kwa nafasi yake, kwa kuwa mama ndio supreme power, nafasi ya rais ndio nafasi kubwa kuliko nafasi zote kwenye nchi hii, na mama, kwa kuwa sio sehemu ya dhuluma, na for the record, mama hajawahi kuwa sehemu ya dhuluma popote kwa kuwa mama sio sehemu ya dhuluma na hawezi kuwa sehemu ya dhuluma, tunaamini kwamba swala hili likifika kwake, na tunaomba mtusaidie, ndugu waandishi wa habari, kulifikisha swala hili kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Sema tunadhulumiwa sio tutambao tunasema tunadhulumiwa bila kufahamu tunachokisema. Wanatuambia kwamba eneo hili sisi tumechelewa. Naomba nirudie hapo, nataka nizungumze neno kuchelewa. Tuko hapa tukifanya shughuli hizi kwa utaratibu rasmi kwa zaidi ya miaka kumi na katika kipindi chetu chote hicho tulikuwa tukifuatilia namna ya kurasimisha upatikanaji wa leseni katika eneo hili, sisi kama kikundi, sio mtu mmoja. Naomba nirudie, sisi kama kikundi, sio mtu mmoja. Dhamira yetu ilikuwa ni kunufaisha na kunufaika sisi sote kama wana Kampilipili, zaidi ya watu mia saba. Ofisi zenye dhamana ya kutoa leseni walituambia kwamba msiwo na hofu, Subirini. Dhamira yao ilikuwa ovu, walikuwa wakati huo, sisi tumesubirishwa, na sisi kwa sababu ni watii wow na wavumilivu, tulitulia. Wao wakatafuta mdau, na tuna hakika na tuna taarifa za kuaminika kwamba mdau, wadau waliotafuta wengine ni insiders kwenye mifumo ya serikali. Hatuwezi kuwasema hapa, ila mama akitaka tumpe ushirikiano, tutampa. Hakukuwa na fair beto, hakukuwa na ushindani ulio wa haki katika utoaji wa leseni wa eneo hili la Kampilipili. Mama anao mifumo, mama anao watu wa kumsaidia kupata ukweli wa jambo hili. Tunaomba atumie muda wake hata dakika kumi, kutumia atumie na watu wake, aone kwa nini sisi tunalalamika. Namwomba mama Samia, niko chini ya miguu yake, namuomba atuachie Ikampilipili. Tunamuomba, namuomba yani, kwa sababu nalea watoto yatima kupitia Ikampilipili bado nina wazazi walifariki, muda nawahudumia wazazi wangu, mama yangu alibaki, yupo ananitegemea mimi. Namwomba mama Samia, naomba nisikie, naumia, naumia sana, namwomba, namwomba mama nisikie, mimi nakupigia magoti mama, naomba mamaangu, mama. Mama anakuomba <laughs> mama anaomba riziki ya kuisha hapa na hawa watoto mama, mimi sina pa kwenda, mandugu zangu, mke mwenzangu, sina pa kupeleka hawa watoto mama, miniashia wajukuu na watoto wa ndugu zangu, na naombeni kwamba nibaki pa kuisha hapa mali hapa, sina pa kwenda, mandugu zangu, mimi na hawa watoto ambayo ameniachia mama. Mama nikuombe, mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako pamoja na Mheshimiwa Mavunde kwa zile mwenye dhamana ya madini tunaomba mtume tume, ije ifanye research kwenye hiyo eneo, ili mtambue kwamba hao maelfu ya watu wanaenda kuangamia kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ni mteuli wa rais. Kwa hiyo sisi hatutakubali na hatuwezi tukaondoka hapa, tuko hapa, tutaendelea kuishi kadiri miaka yote kumi na kitu, tumefanya kazi hapa na tunaendelea kufanya kazi hapa. Tukuombe mheshimiwa wa rais, tunakuomba, tuko chini ya miguu yako. Tunaomba uje ufanye research ya kutusaidia ili tuweze kuwakomboa hawa watu, hatuna pa kwenda. Naitwa Goodluck Gadiel Mungure, ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa Kampilipili, lakini ni makamo mwenyekiti wa wachimbaji wadogo mkoa wa Songwe. Tuko hapa leo, ni takriban zaidi ya siku mia ni nne zimepita toka mgogoro huu wa eneo letu la Kampilipili pamoja na wawekezaji ambao wanadai walipewa leseni ofisi za madini. Leo hii ni siku maalum kwetu, tumekuwa tukiangaika siku zote hizo kutafuta haki yetu ya Kampilipili. Tumeingia ofisi za kila aina kuwaeleza masikitiko yetu, lakini tunapata nyakati ngumu sana kusaidiwa kwa sababu ya mtu mmoja aliye juu anayejiita mwekezaji na kuna taarifa za kuaminika kwamba mtu huyo ni mteule wa Rais kwa ngazi ya juu ndani ya mkoa wa Songwe wenyewe. Leo hii tunafanya maombi maalum kwa ajili ya eneo letu, lakini pia tunafikisha ujumbe wetu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama, kwa upendo wako mkubwa, unapokea malalamiko yetu na masikitiko yetu makubwa. Tunakuomba kwa umati uliopo hapa Kampilipili, maisha yao ni hapa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe ni mfariji mkuu, unatambua mioyo ya Watanzania. Tunakuomba mama, usikie kilio chetu, uingilie kati mgogoro wetu, na utatue kwa haki mgogoro wetu. Sisi ni Wanakampilipili, tutaendelea kuwepo Kampilipili. Tunakuomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Tutetee, tusimamie, tupate haki yetu. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Kampilipili, kata ya Mbangala, halmashauri ya wilaya ya Songwe. Mimi ni Pasco Ndambo, endelea kuifuatilia Manara TV.